Hapo au kanisa tunashiriki ni kanisa la Yesu Kristo, wote kachete meli katika ala tunasema, unatembea na andiko yetu ya eee, a ambao anasema kila andiko limepaa kwa maanza Mungu na linafaa kwa mafundisho, kwa kuonya watu juu ya makosa yao na kwa kuongoza. Amina, amina. Kusema shaba ni mazungumzo ya neno la Mungu

Hmm. Waanzie makumi mbili na tatu, from 23, makumi mbili na tatu utafika mpaka makumi tatu pa, up to 30. okay. Nchi andiko inasema namna inavyopasa kuomba makumi mbili na tatu. hmm. kwa sababu nilipokea kwa Bwana

Yaani kule wangu. Ni mwili wangu mm-hmm. Ulio vunjika kwa ajili yenu. Asema ni mkate wenye ulivunjika. That that this is the bread that was broken. Aha. Uh-huh. kwa ajili ya watu. For okay. the sake of people. Kwa nini hivi wa kunikumbuka mimi? Asema watu bakuwe nafanya vile hakuna kukumbuka nani. Yes, that people should be doing that in remembrance of Jesus. Kama bato babebe mukate if people don't take bread na kumu, na kuvunja, then to break it abawezi kumukumbuka Yesu They cannot remember Jesus. Kumbi bato bakuwe na zoezi now people should have that, ya kubeba mukate, doing, uh, getting bread, unja, to break it, jia juu ya kumkumbuka Yesu for the sake of remembering Jesus. Eh, ndelea? Shilina, Okay. Hivyo hivyo alitoa kikombe, nyuma ya usendeleaoauya akisema kikombe hiki ni agano jipya kwa damu yangu, fanyeni hivi kila mara munapokunywa kwa kunikumbuka mimi. Akabeba tena kikombe, he took also again the, the cup. Akabambia naye, and he told them again, hii njo damu yangu, this is my blood. Mkuwe nafanya hivi kila mara, do this often, kwa kunikumbuka, for remembrance again. uh -huh. 26 kwa sababu kwa sababu kila mnapokula mkate huyu na kunywa kikombe hiki, asema kila wakati, That every time watu wiko nakula na, na kunywa, damu banatangaza kufa kwa Bwana

Now, I don't know. Kama batu bana tumikisha maandiko vile Yesu alisema. I don't know whether people uses the scripture the way Jesus said. Au banafanya selo akili ya. Or they do according to their own understanding. Juu maandiko inasema usiongeze wala And don't reduce. Yana sema the one that. na usipunguze, na sema mwenye anakula na mwenyewe anakunywa anatangaza kufa ni kila mtu. It's everyone. Na mwenye anakula tu, the one that is eating, na anakunywa ile damu, And the one that drinks.

Tuendele, kila mwenye kula kila mwenye kula isivyo ku, mm -hmm, amejipatia kosa juu ya mwili na damu ya Bwana, lakini mm, laki, mutu ajihukumu mwenyewe, mutu ajihukumu mwenyewe nakisha, mm -hmm, apate kula mkate a kikonde Asema, mtu anajihukumu mwenyewe kisha, ndio upate namna ya kukula na kunywa kikombe, kwa sababu yeye anayekula na kunywa isipo stahili anakula na kunywa hukumu kwake mwenyewe. Asema mwenyewe anakula

Endelee. Kwa sababu hii wengi kwenu ni dhaifu. Asema njoo inafanya watu mingi banakuwa nini? Bazaika. And this is what is making many people weak. Jo biko nakula mwili because they are eating the body, damu, and drinking the blood in unworthy manner. Pasipo kutambua, without understanding. Kama utakula

Basi, imani ni kuwa na hakika ya maneno yanayotumainiwa. Wanasema imani ni kuwa na uhakika ya maneno yanayotumainiwa, njo imani. Batu mingi biko mumakanisa, kanisa yako njo kanisa ya kweli Eske kuna yes, uhakika? Imani ni kuwa na uhakika ya maneno yanayotumaini. Kama tuko kunenda mu makanisa, uko na tumaini fulani. Kesho tutaingia akesho tutona. Eske kuna na ile uhakika? Ni kuwa na uhakika ya maneno yanayotumaini. Anasema kusadiki sana maneno sio nini? Hapana, hata kidogo. Banasema kama tuku na imani ni kuwa na uhakika maneno tunayotumainiwa, things that we are hoping for, Kusadiki sana. Having the evidence

asema vitu vyenye kuonekana ni biasaa kidogo, lakini vitu visionekana ni vya milele. Yohana 6:27. Yohana 6:27. Tunaanza ingia mambo ya mikate. Nasema mkate wa mbingu, mkate wa mbingu. That heavenly bread. Maki kuku dalili ya mikate. There are different kinds of bread. Mkate wa mbingu. There is a heavenly bread. Mkate wa dunia. There is also the earthly bread. Mkate wa dunia. Now the earthly bread. Tunaenda kusoko. It's the one that we go to the market. We buy for our children then we make tea.

Msifanye kazi okay, kwa chakula chenye kuharibika lakini kwa chakula kinachodumu hata uzima wa milele. Asema tufanyie kazi that we shouldn't chakula the food chenye kudumu hata uzima wa milele. That we should labor for the food that endures forever. Kama tunakamata mkate that if we get the bread and we pray for it. Huyu mkate wa kubulangerie this bread from the bakery. Eske ni mkate unaodumu milele. Really does it? Tunaona kama tunafanya kazi ya kuombea we are working chakula yenye kaidumu milele, praying for the food that, okay, tunapasha kufanya kazi precious, yet we should do chakula kaidumu milele for the food that endures everlasting. Soma huka pale pale, Yoane ulule makumi tano na ine makumi tano na tano John 6, 54, 55. 54, 55. Nasema mkate wa uzima, mkate wa uzima, that mkate mwingine ukiukula unakuletea uzima, which is to say there is another bread when you eat it, it gives you life. Kama kuko uzima, if there is life, manake kuko mkate wa mauti, there is also the bread of death

yeye anayekula mwili wangu, Yesu ule anasema, mwenye kula mwili wake, jadipatia batu mwili wake. Anasema, mwenye kula mwili wangu, yeye anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, uh -huh. Nami nitamfufua mi siku ya mwisho, asema mwenye kula mwili that whosoever eats the, the flesh of Jesus and drinks the blood of Jesus uzima wa he has uzima wa milele everlasting life ah. which is to say Ujiangalie sasa. unakula kila siku? You always eat. na unakunywa soda kila siku? And you drink Kuna Kuna you drink. Ni kweli kuna uzima milele? Do you really have everlasting life? Na kama hauna uzima wa milele